Usisahau kusubscribe, kucomment, kulike na kushare ili kuwa kwanza kupata habari mbalimbali mbali kutoka Dar24 Media. Serikali pia inatekeleza mwongozo wa taifa wa huduma za maji na usafi wa mazingira shuleni ambao umeweka ma maelekezo ya kila shule kutenga chumba kwa ajili ya kubadilisha, sambamba na mwongozo wa usanifu wa miundombinu ya hedhi, ambayo ni chumba cha kubadilishia ambacho kimeunganishwa na kitete, na kiteketezi. Aidha, mwongozo wa uanzishaji wa, wa, wa, wa usajili wa shule 2020, umewekwa umewekwa chumba cha kujistiri cha wasichana wakati wa hedhi kuwa miongoni mwa kigezo cha usajili wa shule. Serikali ilishaanza kutekeleza mpango wa hedhi salama katika shule za msingi na sekondari kwa kutoa elimu juu ya masuala ya hedhi kwa lengo la kuvunja ukimya. Uwekaji wa miundombinu ya kudhibiti ya kudhibiti bidhaa za hedhi kuhakikisha watoto wa kike wanapata bidhaa bora na, na salama wakati wa hedhi pamoja na utoaji wa msaada wa kijamii